kuna mchongo ulikuwa una tik leo, alafu baadaye, oh mziki ulipi jomba, mziki utafuta hela jomba, mziki ailipi. Sasa wewe ukinaangalia mimi twaendana kweli? Ah, wanangu levo zangu uziezi pia unafaa ukubali mziki. Inalipa, ah, mziki, ah, mziki, know, mziki, stress kabisa ah, au sio? Shwari basi blood pamoja poa. Sio mara kwanza kukuona hapa mtaani, mara nyingi nakuona ukipita pita hivi sasa Mi naitwa TK, sijui mwanzangu itwa nani vile masii. Mi naitwa TK, mi ni mkaaji hapa mtaani, na pia ningependa ni mkujue zaidi. Sijui unakaa mtaa gani gani? Mtaa gani? Mi naishi kule juu kwa ile nyumba ya green pale, sijui kwa mzee Amisi

Amasia mwanangu, vipi vipi, shwari a nini? Mbona sikuelee mjombani? Alafu mmechapa kinoma, watesekaje? <laughs> <Pasa, laughs> Ah, wate mwaname mzima, wakati pesa ziko zikoauiowasemayani michongo inakulenga Mwanangu sema aje. Basi mwanangu acha hiyo, lakini ole we acha hiyo basi. Shonelea, oja siku zote oja mtu mwenye pesa kama mimi, wa afi kuongeza ushiriza. Sa kwa sijui watu wanateseka nini shonelea? Sa... sina kupanga mchongo mbo ya maana. Sa mchongo ya maana utanijenga mwanji. Kona pale juu pale, pale mtaani kule juu kwa Mzamisi kule. Dada wa mjini mjini hivi aka hizi maseme sehemu za ufu kwetu, nani huyo jamu fulani aitwa nani vile aitwa Masi au mdada ah, Masi Masi ya Masi, msichana hivi brown kiasi hapo. Ah wanangu ah wanangu nene, okay mwana wanangu, lakini anyway, demu mwenyewe zikamtoka nyinyi hapa. Ngoja ngoja wewe, Masi ana kamta gani kule juu kwa mzee Amisi? Naye ukujue za mtaani kwa mzee Amisi kote, mimi nakujua. Ah basi hapo hapo basi nisaee walinganisha wadada wao wa huku na wamjini. Yule mdada hata ni mgeni ujue, mdada mgeni mdada kwa hiyo, huyo mwenye wewe unamzungumzia sie sie

alika nakuja nikuambia, kuna kazi nyingine huko kwetu, kuna mtu mwingine anataka security na najua unawezapiga hiyo kazi vizuri sana. Ni kazi najua aajua, hiyo tarehe moja mpaka tarehe moja mimi nasimamia kila kitu, mbona uzake kunielewa, lakini sawa basi wewe itabidi uende. Tuwasiliane. Simu ndio tawasiliana sisimu si zingatia maneno yangu. Haina shida lakini, unajua lazima nitafute dobu zangu io ah, Long time bana jo, unapoteanga wafu siku hizi ama siku hizi siku, sikubambingi

mtaani tu yetu, kwani unaweza kuwa na pesa na ujui penye marembo ah. kama ule anakaa pesa yako inakufanyia na inakusaidia nini sana? iwezi kusaidia macho yako kupatia warembo kama wale waleke. <laughs> nayo ule mrembo kama hujamcheki mada hey, hata sijui hapa mtaani kuna demo ya Najma anasema ni mrembo sana. Bro, unajua nashindwa aje, tamuambia aje, jumii kwanza kujulisha ya kujulisha we kama mtu wa pesa we. Hey, inanisumbua bro. Sasa sijui tamu, tamu, nitamwambia aje man. Ah, ah ni... yani kumwongelesha ujui tena wamtaka ah, pesa ndo sina bro, sijui nimuaproach aje bana, hii we kama mwenye pesa bana, lakini ujaona, fanya hivi saa Songe so sana vile. Unajua mtu mwenye nyumba hana pesa. Yaani amenipeleka akili na run kama Sikiza. Unajua siku zote mtu mbaya ana pesa au anapenda kuongea sana yani. Mimi na pesa zangu ujue, eh. Mimi ndo mding TK One hapa mtanatambulika ujue. Sala. Kwa hiyo heshima kidogo nipatie. Unasema wenye wana pesa wanaongea sana? Eh, wanapenda kuongea sana. Alafu zingatia kidogo heshima, mtu kama mimi yani. Ngoja nikupange sala. Wewe, huyo mdada wewe, sijui Najma sijui Nima sijui nani. Mimi simtambui. Mtamboe, mtambue pesa yake. Kuna mdada hapa mtaani unayemuona, afu jue huyu mdada akaye uh -huh. ah. huku wajiji, oh, inyi mwatamba sili sili na hivi ah. vikojozi vya hapa mtaani tu masema, sijui nani sijui na, sielei kabisa, ni ama vipi? Basi Niambie huyo niany mdele mwenye simjui, sijui si anaishi vipi, sijui kwao ni wapi, hata aendaye kumcheki. Alafu jua levo zangu ujue, siku zote zinakaa kumcheki hivi. hata wewe na hiyo pesa yako, hey. najua utakuja kunikaribia, lakini please, ukisikia ni yeye, hata afadhali unisupport nikikuonesha yeye. mimi nani? TK One. Hapa ee, vumba liko Mto, yani mtonywa huko ukoani auishi ela. So ee, katika hizo pite pite zako za sijui za kina hizo, mbali, na chela. Chela. Najma hizo jaribu kuziweka. Alafu na venye kuna stori mingi basi udem anabambika. Sasa mimi nikifika kwake hata na anabambika napotea, jumaende yangu inaenda tu. <laughs> Basi pamoja ni sawa. Basi mama, asante, wacha niweke ni kabisa, maana unajua huu mtaa ni mbaya, u mtaa ni mbaya. Sasa e, hii si nitaenda ii pia. Sasa unasemaje? Ni sawa, si <coughs> siukae basi. <coughs> kwasakaa basi hata hapa, eh, <laughs> jamani, nani mama, siushike simu? Mbona akawia kushika simu? kani nani? Ama ni watu wako wa kazi? Watu wengine tena, si ushike basi. Mbona akata So, okay. Niko na wasiwasi wajua, mtoto wa mjini alafu mi sasa najua huku kijijini huku ni kubaya huku mi, okay. Sina pesa ndio najua unipenda, lakini mi kama sina chochote najua naweza teka wakati wote zangu. Sasa unaenda wapi a haraka? Sawa lakini asante. Bye. Nie, mpigie nisikie, ulisema uliteka uliteka mdada mwingine msubiri. Hata napigia tena mara ya mwisho kwa sababu lakini lakini, ni sio kawaida yake, wajua. Hata mwenyewe nashangaa, nataka na kujua hiyo kawaida yake. Leo ndo niko nasemanga tiweni, yes. Pesa, pesa, pesa, acha. Ah, nione kama, ngoja tumsikie, nasikia Eh <tiple> na ilitana na, ngoja achukue, nione kama Si simu imekatwa anajua ni wewe ama ajua ana, ana lakini, lakini, yeah. mamake, na hata namba. Ah, lakini lakini juhataana namba lakini zikuwa iko na mamake muhimu. Kwani bado unatongoza wasichana wadogo? Sio ni mdogo, unajua respect ni muhimu. Sasa kama naye najua ni muhimu umekaa na mamako. Lakini muhimu. lakini lakini isiwe issue. Sasa unajua na pesa zako zote zenye unanitangazia ah. simu yako inakatwa inakatwa kwa ubaya ah. Si dem amekata hiyo simu. Anyway, mama yake anakata kwa nini? Sasa anyway, mwenyewe mmevuruga kabisa. Pesa ikusaidii nini? Ah, sasa man, unanicheka hiyo. Lazima <laughs> nikucheke bro, kila umeniambia pesa pesa pesa, kaza naye mwanaume. Yako inakatwa nikisikia kwani hujui kutumia pesa vizuri bro wangu? <di> <laughs> <laughs> Mbona ulikuwa shiki simu zangu lakini baby? Kwa okay, mimi nilikuwa nimeshikana huko nyumbani, ni nilikuwa nina kazi nyingi za kufanya. Yaani napiga na piga na piga lakini wapi yani? Ilikuwa nimeshikana alafu niliona simu yako pia lakini. Ilikuwa nimeshikana, especially pia mamangu alikuwa yuko ndani. Mama baby, ushaanza kunicheat. Tazaje sasa? Ah. Pengine kuna wengine mtaani shatokea wenye pesa nishinda. Sababu mimi vinajua si mimi kama TK hapa mtaani hakuna kwani, so, hata nilikuwa na jamaa wangu fulani hivi rafiki yangu fulani, basi anicheka kweli, waishawambia kuna mdada fulani hapa mtaani na ah. shampenda <laughs> yeah! mzuri <tuhumitas>

Wacha apige simu wapi? Alisemaje? Mrembo imemshinda na pesa zake zote, kazi, kazi ni kujifanya hapa kwa kijiweni akiwa hapa ati ako na pesa, lakini hiyo pesa zake msaidi yako hapa ah, kama nadanganya ati kuleta mambo na story ya game. Game ni ile yako yenye ilikushinda, sema ukweli, najua mapenda akubeba vitu juu juu yani woja watu ambao wana pesa siku zote wanapenda kubeba tu vitu juu juu yani, huu kweli hako shika lakin, na simu lakini nilimuelezea kuwa mara nyingi anaka na mama yake. Sasa uenda pale lik, nampiga simu kana mama yake na, na, na, na kama respect. Ufai, eti kuongea na, na mpenzi wako kwa mbele ya mama yako, una date watoto wa shule <laughs> sio watoto wa shule. Iini siku ingine mwachocha piga njaa, ndo inawasumbua tu, piga tuone, hiyo njaa yako inakusaidia hiyo hio. Hauna njaa, tuone inakupatia mrembo ama mtego yako inaenda u mtoto mzuri u wa kutoka mjiniuakwai sababu huyu mdada sasa sielewi kabisa yaniingira eh. Musa, mm -hmm. ashwari mm. Vipi afuli, mbona mwanangu, wanangu ma lost, yani kutoka juzi yani da, sijui ni utoke kabisa yani, au si wapitia wanangu, basi tuko mbona a tuko full sana ni kuna mwanangu juli hapa, hivi tumechili ani yeah. Ah, shemegi upi tena e, e Musa e. Ah, shemegi upi a njo naye tumwone, u shemegi wako kama atamzidi maso wangu we eh. Ah, vipi asa, basi fresh basi, anjo atoko ah, na sifa ni pesa au na pia mapenzi wa, Anakuja na mrembo wake mwenye alikuwa anasemanga eti sijui kwa kidada chake leo saa hii, eti saa hii. Ah. Sasa acha tumsubiri sababu, wacha naja, tumngoje tuone huo mrembo wenye na. ah. Naja. Ah. Najma ndo wako? Unamjua? Huyu nani? Najma undo unamjua, ile mdada wee, mwenye alikuwa nakuelezea, sasa ni huyu sasa. Tena zendo fiscali hapa mtaani ni Masi sio Najma. Hebu niambie sababu, unajua yani wanikoroga. Alafu vipi, mbona mem sweyee? Okay, saa hapa kuna vita sa ni mdada mwenyeji ajielezi, sababu ujua siku zote vizuri ndio vinaenda sasa, hata sikugusa, ujieleze tu, unaenda kwa nani? Sababu yule jamaa anasema anakuja kama Najma mimi nami wataka ujielezi vipi, kati na mwana Dar manzi yangu jua demu wangu, sasa demu wako maneno ya de de de ya kusema